Jimkana, tumeangalia na tumepokea taarifa na amesema amefikia asilimia themanini, na vifaa vingi kile unachokiuliza kiko store. Kama asilimia themanini inatamkwa kwa sababu ya vifaa kuwa store, maanake amenunua vitu vingi kufikia hatua hiyo. Hili jambo ni la dharura. jimkana kuna makubaliano yanafanywa kati ya subajaketi pamoja na timu kutoka Uturuki. Ndiyo, mheshimiwa. Sasa kwa hali hii na kwa maelezo kamanda, ya kamanda kwa vifaa vipo vipo vipo, niwape kazi makatibu wakuu ya muda mfupi sana kwa sababu jambo hili la dharura. Leo kesho tarehe 30 fanye ukaguzi wa vifaa hivyo vinavyotamkwa viko stoo, na kwa kuwa jambo hili kiutendaji liko kwenu, mlete taarifa inayoeleza uwepo wa vifaa vyenyewe na kazi yenyewe utakapoanza na kukamilika katika kipindi kifupi, ili kufikia mwezi Aprili mwishoni. Asilimia themanini tu tunaiona kwa macho, lakini taarifa hii mimi nipate tarehe moja ya kuwepo kwa vifaa hivyo vivoko store, yani keshkuta tu hapa saa nne saa nne asubuhi, mimi nipate taarifa. Kwa hiyo, katibu mkuu wizara ya fedha, katibu mkuu wizara ya michezo utamaduni, wizara ya fedha na katibu mkuu wa TFF ana kumjulisha katibu mkuu au mkurugenzi wa miundombinu naye aingie aje kujiridhisha hali hii.